Ya. Agenda kuu kuwasomea mapato na matumizi, lakini pia agenda ya pili na ya mwisho kuhusu huyu mtoto alioingia katika kijiji, maana imeleta tishio katika kijiji chetu. sawa sawa. Aa, vipi lakini mwenyekiti, na vipi kuhusiana na swala sasampa? Si unajua tena hilo halina shida. kuhusu posho, ukimaliza kazi yako utapata. Basi hamna shida, mimi ni kuahidi tu jambo moja, hiyo kazi mimi nitaifanya kwa ufanisi mkubwa sana mwenyekiti, na imani mpaka umenita mimi. Mm, najua na unaniamini kwa, na mimi sitaki kuvunja uaminifu wangu kwako. Kwa hiyo ila zingatia kwenye swala sa sampa, si unajua, bwana anakaa na mdogo wangu sasa hivi pale, kwa hiyo nataka nimtafutie shimeji yake, anapika pika ugali pale nyumbani, kwa hiyo zingatia sana hiyo engo bwana. Haya, poa poa, basi mwenyekiti, hamna shida, baadaye. Haya, ndio hivyo bwana.

ikilia ujue kuna jambo. Ndugu wanakijiji wote, mwenyekiti wa kijiji anawatangazia kutakuwa na kikao siku ya kesho, hivyo mnaombwa wananchi wote mfike bila kukosa. Kutakuwa na ajenda mbalimbali zitakazojadiliwa. Ajenda namba moja tajadili kuwa mapato na matumizi ya kijiji. Ajenda namba mbili, tajadili kuhusu mtoto aliyeingia katika kijiji chetu. La mgabo la mgabo, likilia ujue kuna jambo. Ndugu wananchi, mwenyekiti wa kijiji anawatangazia kutakuwa na kikao siku ya kesho hivyo mnaombwa wanakijiji wote mfike bila kukosa. Asanteni. Lamgabo lamgabo nikilia ujue kuna jambo ndugu wananchi. Mwenyekiti wa kijiji anawatangazia kutakuwa na kikao siku ya kesho, Hivo mnaombwa wananchi wote mfike bila kukosa. Tutakuwa na ajenda mbalimbali zitakazojadiliwa. Ajenda namba moja, kuhusu mapato na matumizi ya kijiji. Ajenda namba mbili, kuhusu swala la kumjadili Ali Inka, mtoto aliyeingia kijijini. Lamgapo lamgapo likilia ujue kuna jambo. Ndugu wananchi, mnaombwa kufika kwenye kikao siku ya kesho. Kutakuwa na ajenda mbalimbali za kumjadili mtoto aliyeingia kijijini, na ajenda namba mbili kuhusu mapato na matumizi ya kijiji. La mgambo la mgambo, nikilia ujue kuna jambo gabo la gabo, nikilia ujue kuna jambo. Ndugu wananchi, mnatangaziwa kutakuwa na kikao siku ya kesho, hivyo mnaombwa wana kijiji wote kufika bila kukosa. Kutakuwa na ajenda mbili, moja, kujadili mapato na matumizi ya kijiji, ajenda namba mbili tamjadili mtoto aliyeingia kwenye kijiji. Hivyo mnaombwa na kijiji wote mfike bila kukosa. La mgambo la mgambo likilia, ujue kuna jambo. Ndugu wananchi, mnaombwa kufika kwenye kikao siku ya kesho takachofanyika katika viwanja vya kijiji hivyo mnaombwa wananchi wote kufika bila kukosa. Kutakuwa na ajenda mbalimbali za kujadili kwenye kikao hicho. Ajenda namba moja, kujadili kuhusiana na mapato na matumizi ya kijiji la Mgambo. La Mgambo likilia ujue kuna jambo. Ndugu wananchi, mwenyekiti wa kijiji anawatangazia kutakuwa na kikao siku ya kesho. Hivyo mnaombwa wanakijiji wote kufika bila kukosa. Kutakuwa na kujadili ajenda mbalimbali. Ajenda namba moja, tajadili kuhusiana na mapato na matumizi ya kijiji. Ajenda namba mbili Tajadili kuhusiana na suala la mtoto aliyeingia hapa kijijini. Hivyo mnaombwa wananchi wote kufika mapema bila kukosa. Asanteni sana. La mgambo, la mgambo. Nitilia ujue kuna jambo. Ndugu wananchi, Mwenyekiti wa kijiji anawatangazia kutakuwa na kikao siku ya kesho. Takuwa na kujadili ajenda mbalimbali katika kijiji chetu. Dada, unaonaje tukakiacha hapa iko katoto? Wewe na hivi vipi, tukiache hapa mpolini bwana. Wewe kiache hapa dada, acha ubishi huko. Uh -uh, akikuta mtu mwingine hapa, futilia futi, anaenda sehemu nyingine, arudi kwetu Tunga kitu kwa wako tungemaliza kazi. Uwe kiache hapo tondoke, kiache mtondoke. Basi sawa. Uweka undime. Waya mtoto wamemtoa wapi? na kuuliza, wewe wewe mtoto umemtoa wapi? Na sisi tumeenda kumtupa huko? Unacheka nini? Sio uliofanya ni mazuri au? Unaonaje, tukakiacha hapa iko katoto? Eh, wewe nae vipi tukiache hapa? Tukitupa mporini bwana. Wewe kiache hapa dada, acha ubishi. Tukitupa huko uh-uh. Akikuta mtu mwingine hapa futi ya futi anaenda sehemu nyingine arudi kwetu hapo. Wewe kiache. Tungekitupa huko tungemaliza kazi. Wewe kiache hapo, tondoke. Kiache mtondoke. Sawa. Hayo. Kaka, mimi nakwambia huyu sio ndugu yetu, wallahi wa billahi, huyu sio ndugu yetu, kwa sababu angekuwa ndugu yetu asingefanya hayo mambo sisi. Ambayo tunafanya teni jambo tunalipinga sisi, yeye ndo analifurahia, analikubali, anali, mimi kusema ukweli, kakaangu, nimechoka. Nimechoka na haya mambo. Huyu mdogo wako huyu atakuja kutujua sisi, na nimechoka. Kaundime, kaundime ndugu yangu, kaundime ndugu yangu, nimekuita mara tatu kwa herufi kubwa. Unachokitafuta utakipata, unachokitafuta utakipata. Mdogo wangu, uendelea tu na mambo yako, dawa yako ipo jikoni, endelea tu hivyo hivyo. Ebana, nimekuita hapa, ndugu yangu. Nataka kuna jambo nitatulie. Kama unakumbuka kuna shida ilitokea katika kijiji chetu ya mtoto mmoja kuitwa Azumba, na uliweza kunitatulia shida hii. Lakini pia tilipu hii, kuna mtoto mwingine amefika, analeta usumbufu katika kijiji hiki. Ana asili ya kichawichawi, na nafahamu kabisa wewe una urithi mkubwa sana kutoka kwa bibi yako, mazingira ya kichawi. Sasa basi, naomba unisaidie kwa hili. Ni kweli, lakini mbona kazi ya uganga mimi nilishaiachaga muda mrefu sana? Ulishaacha muda mrefu sana? Muda mrefu sana. Unajua? Nilijiwekea naziri, Ndio. ya kuwa siku nikimtibu mgonjwa na asipone nitautupilia mbali uganga ambao ninao. Na kweli alitokea mgonjwa kuhitaji matibabu yangu nilimtibu, lakini hakufanikiwa kupona bali umauti ndo ulimchukua. Na hapo ndipo nilipo utupilia mbali uganga. Unajua, kwa wakati huu sasa hivi jinsi nilivyo kushikashika mikoba, kushika matunguli, unanipa mtihani mgumu sana. Na sijui hapo nakusaidieje ndugu yangu. Sawa ndugu yangu, nimekuelewa, ila natambua kabisa kwamba wewe una urisi wa uchawi kutoka kwa bibi yako. Kwa hiyo nikajua kabisa wewe utaweza kutatua shida hii. Naomba unisaidie kwa hili maana katika kijiji chetu cha wote kiujumla, sio mimi peke yangu, hata wewe kinakuhusu pia. Hivyo basi napodhalilika mimi na wewe pia unadhalilika na, na kikubwa anachokihitaji cha kwanza kujua ni nani analeta tatizo hili, au nani anasababisha jambo hili. Sawa, japo ni mtihani mgumu kwa upande wangu kwa ajili ya mazingira yangu sasa hivi, ila hakuna kilichoharibika. Mimi nitakusaidia. Nadhani wacha niende nyumbani, then kesho nitarudi, tutajua tuanzie wapi. Sawa sawa. Shukrani, ubaki salama. Ah, haya yeah, karibu sana. Hamna shida ah.